Watumishi wa Mungu ninyi ambao mmezoea kuitwa na waheshimiwa, ninyi msigeuke kuwa wajipendekezaji. Mnapopata nafasi ya kukaa na waheshimiwa, waambieni kweli. Ninyi watumishi wa Mungu ninyi maskofu, ninyi mnaopenda kwenda kula vitu vya ikulu, ninyi na mseni ukweli juu ya taifa, ninyi siku moja mtasababisha mabaya makubwa sana kwenye taifa hili. Mtumishi wa Mungu si mnafiki. Mtumishi wa Mungu ni mtu wa kokoa nchi. Na mtumishi wa Mungu eni serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, msiwatumie watumishi wa Mungu vibaya taletalana si watu leta wa kuwapapasha na kuwaletaleta vipindi vyenu vya uchaguzi, karibu ili kuwatumikisha Wacheni wasimamie kusudi la Mungu, waliombe taifa, wasimame kama nabii na mitume wa kweli, wenye kutamka sheria za aliye hai, wenye kuona hatari na kuisema. Mmekula vitu vya Ikulu, ninyi maaskofu na ninyi wachungaji, mkapuka chini, uwezo wenu ukaibiwa, mmekosa nguvu na ujasiri wa kusaidia nchi. Nataka mnaongea naongea, vipindi vitu vya ajabu wakati umepewa nafasi kwenye taifa, bahati mbaya